Naitwa Meja Hasani Juma toka kurugenzi ya michezo makao makuu ya jeshi. Niko hapa kuwakilisha kurugenzi ya michezo makao makuu ya jeshi leo. Kwanza tunashukuru kwa wachezaji wetu hawa wagofu kwa ushindi ambao mmepata katika mashindano ya series yaliyofanyika toka mwezi Septemba na hatimaye amefanikiwa kuchaguliwa kushiriki mashindano ya East Africa huko nchini Kenya. Uh, tunajivunia kwa kweli, ni ushindi mzuri, na tunawaombea wakaliwakilishe taifa vizuri na mwisho wa siku wakapambane uh, kutuletea ushindi uh, kwa taifa letu, na hakika kwa maandalizi ambayo wameyafanya uh, Mungu atawasaidia na jitihada ambazo wanazo watarudi na ushindi A. Kwanza kwa utangulizi ni kwamba tunaenda kuliwakilisha taifa letu na nchi yetu kwenye mchezo wa golf. Kwa hivyo ina maana jukumu tulilokabidhiwa ni kubwa na tunalitambua, na tangu tutangazwe washindi pale Lugalo KCB East Africa Golf Tour, tumekuwa tunajiandaa kibinafsi na pia kama timu tuna mazoezi ambayo tumeyafanya kwa muda mrefu tangu kipindi kile. Tuna imani kwamba tumejiandaa vilivyo kwa ajili ya kuwakilisha taifa letu na kuitetea bendera yetu. Kwa hivyo, kwa wadhamini na viongozi wa klabu yetu tunawaahidi ushindi, ijapokuwa e, kwenye mashindano kuna e, matokeo mara mbili ya kushinda au kushindwa, lakini la kushindwa sisi hatuondoki atu, nalo tunauhakika kwamba tarudi na ushindi kama tulivyopata ushindi hapa. Teresia Leonard Mombe ni mchezaji kutoka ya TPDF Lugalo Golf Club, pia ni mwanamke ambaye nimechaguliwa kwenda kushiriki katika mashindano ya final KCB Grand ambayo yatafanyika nchini Kenya. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii, kwa sababu nilipambana mpaka nikaweza kupata nafasi ya kwenda kushiriki kwa upande wa wanawake na kwenda kuwakilisha wanawake zangu katika upande wa golfu huko kwenye final Grand ya KCB. Kwa hiyo eh, zawadi hii eh, ita, ita, ita, itaenda kwa timu ambayo itakuwa imeshinda, lakini timu ile inaweza kuja na wazo la jinsi gani ambavyo wanaweza kutumia kiwango kile cha fedha kwenda pia kuwezesha eh, au kusaidia jamii au mazingira. Lakini zawadi ya pili eh, kwa timu ambao watakuwa wameshinda, kutakuwa na trip ya kwenda Dubai eh, mnamo Januari eh, 22 hadi ishirini Tano, kwa siku tatu mfululizo. Kwa hiyo wataenda Dubai kupata experience ya, ya, ya, ya Dubai kama mnavyofahamu ni jiji ambalo lina sifa za kipekee. Kwa hiyo zawadi ni hizo kwa timu ambayo ina itashinda. Kwa hiyo kikubwa, sisi kama KCB Bank tuna imani na timu yetu ya The Tanzanite, na tunaamini kabisa itaenda kuleta ushindani mkubwa, itaweza kuitangaza nchi yetu na hatimaye tuna tutaibuka na ushindi. Kwa majina yanaitwa Captain Samuel Paul Mosha. Mimi ni nahodha msaidizi wa Lugalo Golf Club. goclb Uh, leo ni mara ya pili tunapeleka timu yetu kwa ajili ya mashindano haya ya KCB, kwa maana ya tulipeleka timu mwaka jana na mwaka huu tunapeleka timu nyingine. Uh, nikiwa kama captain, nizungumzie tu kwa upande wa mchezo ni kwamba timu ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kwenda kushindana Kenya kama fainali, ni kweli kwamba timu tumeiandaa vizuri, wamefanya mazoezi chini ya usimamizi wa walimu mahiri kabisa wa pale Lugalo. Kwa hivyo tunatarajia makubwa kutoka kwao na sisi kama Lugalo, na nikizungumza kwa niaba ya uongozi wa Lugalo tuna imani kubwa na timu ambayo tumeiagiza kwenda kushindana Kenya.